Ikulu ya White House imesema Jumatano kuwa kampuni ya Boeing imepata makubaliano ya dola bilioni 96 kwa kuuzia shirika la Qatar Airways hadi ndege 210. Makubaliano ya ndege ya 787 Dreamliner na Boeing 777X, yaliyofikiwa wakati wa ziara ya serikali ya Rais Donald Trump na Emir wa Qatar, ni oda kubwa zaidi ya ndege za wide body na pia oda kubwa zaidi ya 787, kulingana na White House. Maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo hayakuwa wazi. Boeing haikujibu mara moja ombi la CNBC la kutoa maoni. Mkurugenzi mtendaji wa Boeing Kelly Otberg alionekana pamoja na Trump kwenye ukumbi wa Amiri Diwan huko Doha mapema Jumatano kwa hafla ya kutia saini mkataba wa ndege. Ni oda ya ndege kubwa zaidi katika historia ya Boeing, Trump alisema baada ya Otberg kutia saini makubaliano hayo. Ikulu ya Whitehouse ilisema katika karatasi ukweli kwamba mpango huo utasaidia kazi laki moja na elfu hamsini na nne za Marekani kila mwaka na zaidi ya kazi milioni moja za ndani katika kipindi cha uzalishaji na utoaji mkataba huo unaweza kuwa faida kwa Boeing ambayo haijachapisha faida tangu mwaka 2018. Boeing imekuwa ikikabiliwa na wasiwasi mkubwa wa usalama, kasoro za utengenezaji, kuongezeka kwa gharama na mgomo wa karibu wa miezi miwili wa mafundi mwaka jana.